Inawezekana leo naona magari mengi sana na makampuni mengi sana yanayotengeneza magari. Ni kweli kuwa makampuni mengi ya magari ni ya zamani sana, na hata muundo wa magari tunayotumia kwa sasa siyo muundo wa yale magari ya mwanzo kabisa, kwani magari ya sasa yameboreshwa zaidi, kuanzia ya muundo wake, mfumo wake wa uchomaji wa nishati na hata kasi yake. Mawazo ya awali ya miundo duni ya magari yanaweza kufuatiliwa ama kuangaliwa tangu nyakati za kale na za kati. mnamo mwaka Hans Hoch wa Nuremberg alitengeneza gari liloendeshwa kwa mfumo wa saa yani clockwork. Mnamo mwaka 1672, Ferdinand Verbies alitengeneza gari dogo ambalo lilitumia mvuke. Gari la kwanza linalotumia mvuke liloweza kubeba binadamu na alitengenezwa na Nicholas Joseph Canyott, mwaka 1769. Mwanzoni mwa karne ya 19 wavumbuzi walianza kupanua mawazo yao kwa kubuni ya derivers mojawapo ya injini za kwanza za mwako wa ndani yani internal combustion, ambapo injini inawaka kwa kuchoma mafuta ndani ya gari. Mnamo mwaka 1826 Samuel Brown alijaribu injini ya kwanza ya mwako wa ndani yani internal combustion ambayo ilitumika viwandani. Ni injini mbili tu za aina hiyo ziliwahi kutengenezwa. Maendeleo yalikwama katikati mwa karne ya kumi na kenda kutokana na upinzani dhidi ya magari makubwa, lakini maendeleo yaliendelea kwa baadhi ya injini za mwako wa ndani. Injini ziliboreshwa zaidi baada ya wahandisi kutengeneza injini za mizunguko miwili na minne na kuanza kutumia petroli mwaka 1886 wavumbuzi na wafanyabiashara wengi waliingia katika biashara ya gari lisilotumia farasi barani Amerika na Ulaya, na uvumbuzi huo uliharakisha maendeleo ya uzalishaji wa magari. Hii inamaanisha kuwa wafanyabiashara wengi hawakuwa wanatumia magari yanayokokotwa na farasi kwani teknolojia ya magari yanayojitegemea ilikuwa imeshaanza kusambaa. Kufikia mwaka elfu moja kenda mia na nane, kampuni ya Ford Motor ilitengeneza mapinduzi makubwa zaidi kwa kutengeneza na kuuza gari ya Ford Model T kwa bei nafuu na kulifanya kuwa gari la kwanza ambalo wananchi wengi wangeweza kulimudu. Historia ya awali ya magari ilijikita katika kutafuta chanzo cha nguvu ama chanzo cha nishati kinachobebeka na cha kuaminika kwa ajili ya kuendesha gari katika karne ya kumi na kenda, juhudi za kuanzisha magari ya mvuke nchini Uingereza zilikumbana na upinzani wa kisheria na kiuchumi. Sheria kama sheria ya magari ya mvuke ya Uingereza ya mwaka 1865 ilihitaji kila gari la mitambo kuandamana na mtu anayetembea mbele akiwa amebeba bendera nyekundu, jambo lililodhoofisha maendeleo ya usafiri wa barabarani. Sheria hiyo ilifutwa mwaka 1896 kwa magari yaliyokuwa chini ya tani tatu mwaka elfu 1867, Henry Seth Taylor wa Canada alionyesha gari lake la mvuke lenye magurudumu manne, na mwaka 1873 Mfaransa Amede Bole alitengeneza magari ya mvuke kwa ajili ya kubeba abiria wengi. Lakini gari la kwanza linalofaa kwa matumizi kwenye barabara za kawaida nchini Marekani lilitengenezwa mwaka 1871 na na Dr. J.W. Carhart. Hili lilisababisha mashindano ya kwanza magari kati ya miji nchini humo mwaka elfu moja mia nane sabini na nane. Katika karne ya ishirini kabla ya vita vikuu vya pili vya dunia magari ya mvuke yalifikia kilele cha maendeleo yake, lakini injini za mwako wa ndani zilianza kuyazidi kutokana na ufanisi na urahisi wa matumizi. Baada ya vita, matumaini ya kufua magari ya mvuke yalibaki kuwa ya nadharia tu, lakini kwa magari ambayo ni ya kisasa ambayo yanafanana na magari ambayo yanatumika mpaka leo, gari la kwanza kabisa na la kisasa yani, gari lilokuwa la vitendo lililoweza kuuzwa sokoni na kufaa kwa matumizi ya kila siku, na gari la kwanza kuzalishwa kwa mtiririko lilionekana mwaka 1886, wakati Karl Benz alipotengeneza gari linalotumia petroli na kutengeneza mengine kadhaa yanayofanana. Kufikia mwaka 1890, Gottlieb Daimler, mvumbuzi wa injini ya kasi kubwa inayotumia mafuta ya petroli pamoja na Wilhelm Maybach, Walianzisha kampuni ya Daimler Motoren Gesellschaft, na kufikia mwaka 1926 kampuni hiyo iliungana na Benz and Cie, iliyoanzishwa na Karl Benz mwaka 1883 na kuunda Daimler Benz, kampuni inayojulikana kwa chapa ya magari ya Mercedes Benz. Majaribio ya awali ya injini za mwaka wa ndani yalitatizwa na ukosefu wa mafuta yanayofaa mw alitengeneza injini inayotumia mchanganyiko wa hydrogen na oxygen. Samuel Brown na Etienne Lenoir walitengeneza injini hizo kati ya karne ya kumi na kenda. Hatimaye matumizi ya petroli yalionekana kuwa suruhisho bora. Carl Benz alitengeneza gari lake la kwanza mwaka 1885. Benz Patent Motorwagen linalotambuliwa kama gari la kwanza la kisasa ndipo lilipotengenezwa. Na kufikia mwaka 1888 mke wake Bertha Benz alifanya safari ya kwanza ya masafa marefu kuthibitisha uwezo wa gari hilo. Baada ya hapo, Gottlieb Daimler na Wilhelm Maybach waliendelea kuboresha magari ya kisasa na hivyo kuweka msingi wa sekta ya magari kama inavyojulikana leo. Kwa hiyo kampuni ya kwanza kutengeneza gari linalotumia nishati ya petroli na ambayo ni ya mwako wa ndani, yani internal combustion, ambapo injini inaunguza mafuta kwa ajili ya zalisha nishati inayowezesha gari kutembea ni kampuni ya Benz Patent Motorwagen, ambapo kwa sasa ndiyo inaitwa Mercedes Benz. Hii ni Msasa Media.